hii tena kutoka Bagamoyo, dar es Salaam hadi Zanzibar, kwenye visiwa vyenye marashi ya karafuu ni raudha Crew Sharif kutoka dar es Salaam, Bagamoyo kwenye mji uliotukuka, inakuletea tukio kubwa kuwahi kutokea. U, usiku wa barzanj ni tarehe kumi ya mwezi wa kumi, elfu mbili na ishirini na tano katika ukumbi wa Sheikh Idris Abdul Wakil Kikwajuni, Zanzibar, kuanzia saa kumi na moja jioni hadi saa sita usiku. Katika usiku huo kutakuwa na burudani za kaswida ambazo zimeandaliwa na kundi zima la raudha crew Sharif, zitasikika darasa na mawaidha yenye hekma kutoka kwa mashekhe mbalimbali wakiongozwa na Sheikh Nguli kutoka Visiwani Zanzibar, Sheikh Othman Maalim, pamoja na nasaha kwa wageni maalum kutoka serikalini na dua kubwa ya kuiombea amani nchi yetu itakayoongozwa na Sharif Abdul Rashid Zahor. Usiku huu utasindikizwa na wasomaji mahiri wa kaswida kutoka ndani na nje ya Zanzibar akiwemo Rashid Hamadi Zungu kutoka Kadiria, Juma Faki, Fakim Baruk, Faki Yusuf, Abdalla Nasir, Bayu Wasafina na wengine kibao. Usikose, karibu tushiriki pamoja katika usiku huu wa Barzani, usiku wa mawaidha, dua na kasida kumtukuza Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Kumbuka kuwa katika usiku huo hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Usikose, njoewe na familia yako au jirani yako. Wabillahi taufi